Kitabu cha Yeremia sura ya thelathini na tatu na thelathini na nne. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri kabisa cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro. Nawakaribisha kutoka maeneo mbalimbali, tuungane kwa pamoja ili kusoma neno la Mungu katika hekima ya Roho Mtakatifu. Tusali. Jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, ambapo Baba unatupa kibali katika wakati ule, Bwana, kuweza kuunganika kwa ajili ya kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Mungu tusimamie, na neema yako Bwana itusafishe, ili tuweze kuwa safi sawasawa na mapenzi yako. Tunaalika uwepo wako, Roho Mtakatifu. Tunaomba uwe pamoja na sisi, e Bwana, ili sote kwa neno lako tupate kujengwa na tuendelee kufanywa upya na tuendelee kuwa imara katika jina la Baba, mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea kusoma Biblia na leo tunasoma kitabu cha Yeremia ile sura ya 33 na 34. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa 33. Tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara pili, hapo alipokuwa akali amefungwa katika uwanda wa walinzi kusema, Bwana alitendaye, jambo hili, Bwana aliumbaye, ili alithibitishe; Bwana ndilo jina lake, asema hivi: niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, katika habari za nyumba za mji huu na katika habari za nyumba za wafalme wa Yuda zilizobomolewa ili kuyapinga maboma na upanga wanakuja kupigana na Wakaldayo, lakini ni kuzijaza kwa mizoga ya watu niliyowaua katika hasira yangu na ghadhabu yangu, ambao kwa ajili ya uovu wao wote nimeuficha mji huu uso wangu. Tazama, nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Nami nitawarudisha wafungwa wa Yuda na wafungwa wa Israeli na kuwajenga kama kwanza, nami nitawasafisha na uovu wao wote ambao kwa huo wamenitenda dhambi, nami nitawasamehe maovu yao yote, ambayo kwayo wamenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Na mji huu utakuwa kwangu jina la furaha na sifa na utukufu, mbele ya mataifa yote ya dunia, watakaosikia habari ya mema yote ni watendeayo; nao wataogopa na kutetemeka kwa sababu ya mema yote na amani nitakaupatia mji huo. Bwana asema hivi: katika mahali hapo ambapo mnasema kwamba ni ukiwa, hapana mwanadamu wala mnyama, nam katika miji ya Yuda na katika njia za Yerusalemu zilizoukiwa hazina mwanadamu wala mwenyeji wala mnyama, itasikilikana tena sauti ya furaha na sauti ya shangwe, sauti ya bwana arusi na sauti ya bibi arusi, sauti yao wasemao mshukuruni Bwana wa majeshi, maana Bwana ni mwema rehema zake ni za milele, na sauti zao waletao sadaka za shukurani nyumbani kwa Bwana, kwa kuwa nitawarudisha wafungwa wa nchi hii kama kwanza, asema Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, katika mahali hapa palipo ukiwa, hapana mwanadamu wala mnyama, na katika miji yake yote yatakuwapo makao ya wachungaji wakizilaza kondoo zao, katika miji ya nchi ya vilima, katika miji ya nchi tambarare katika miji ya Negebu na katika nchi ya Benyamini na katika mahali palipo karibu na Yerusalemu na katika miji ya Yuda, makundi ya kondoo yatapita tena chini ya mikono yake ya wahesabuye, asema Bwana. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapolitimiza neno lile jema nililolinena katika habari za nyumba ya Israeli na katika habari za nyumba ya Yuda. Katika siku zile na wakati ule nitamchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atafanya hukumu na haki katika nchi hii. Katika siku zile Yuda ataokolewa, na Yerusalemu utakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili, Bwana ni haki yetu. Maana Bwana asema hivi, Daudi hatakosa kuwa na mtu wa kuketi katika kiti cha enzi cha nyumba ya Israeli, wala makuhani Walawi hawatakosa kuwa na mtu wa kusimama mbele zangu na kutoa sadaka za kuteketezwa na kufukiza matoleo na kufanya dhabihu daima. Neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, Bwana asema hivi: kama mkiweza kulivunja agano langu na mchana na agano langu na usiku, hata usiwepo tena mchana na usiku kwa wakati wake, ndipo agano langu nilolifanya na Daudi mtumishi wangu laweza kuvunjika, hata asiwe na mwana wa kumiliki katika kiti chake cha enzi tena agano langu nililolifanya na Walawi makuhani wahudumu wangu naweza kuvunjika. Kama vile jeshi la mbinguni haliwezi kuhesabiwa wala mchanga wa bahari kupimwa, ndivyo nitakavyoongeza wazao wa Daudi mtumishi wangu na Walawi wanaonihudumia. Kisha neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, Je, hufikiri neno hili walilolisema watu hawa wakinena jamaa zile mbili alizozichagua Bwana amezitupilia mbali? Hivyo ndivyo wanavyowadharau watu wangu, ili wasiwe taifa tena mbele yao. Bwana asema hivi: ikiwa agano langu la mchana na usiku halikai imara, ikiwa mimi sikuziamuru kawaida za mbingu na dunia, ndipo nitawatupilia mbali wazao wa Yakobo na Daudi mtumishi wangu, hata nisitwaye wazao wake watawale juu ya wazao wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwa maana nitawarudisha wafungwa wao, nami nitawarehemu. Mlango wa 34. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana hapo, Nebukadreza mfalme wa Babeli na jeshi lake lote na falme zote za dunia zilizokuwa chini ya mamlaka yake na kabila zote za watu walipopigana na Yerusalemu na miji yake yote, kusema, Bwana Mungu wa Israeli Sema hivi enenda, ukaseme na Sedekia mfalme wa Yuda ukamwambie, Bwana sema hivi, tazama, nitatia mji huu katika mikono ya mfalme wa Babeli, naye atauteketeza kwa moto. Tena wewe hautaukoka mkononi mwake, lakini utakamatwa kweli kweli na kutiwa katika mikono yake, na macho yako yatayatazama macho ya mfalme wa Babeli, naye atasema nawe mdomo kwa mdomo, nawe utakwenda Babeli. Hata hivyo lisikie neno la Bwana, e eh Sedekia mfalme wa Yuda. Bwana asema hivi katika habari zako, hutakufa kwa upanga. Utakufa katika amani, na kwa mafukizo ya baba zako, wafalme wa zamani waliokutangulia, ndivyo watakavyokufukizia nao, watakulilia ah, Bwana! Kwa maana mimi nimelinena neno hili, asema Bwana. Basi Yeremia nabii akamwambia Sedekia mfalme wa Yuda maneno hayo yote katika Yerusalemu wakati ule jeshi la Babeli walipopigana na Yerusalemu na miji yote ya Yuda iliyosalia na Lakishi na Azeka, kwa maana miji hiyo tu ndiyo iliyosalia katika miji ya Yuda yenye maboma. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana baada ya wakati ule Mfalme Sedekia alipofanya agano na watu wote waliokuwa katika Yerusalemu kuwatangazia habari ya uhuru ya kwamba kila mtu amweke huru mtumwa wake na kila mtu amweke huru mjakazi wake, ikiwa yule mwanamume au yule mwanamke ni Mwebrania, mtu yeyote asiwatumikishe, yaani asimtumikishe Myahudi nduguye. Na wakuu wote na watu wote wakati waliofanya agano hilo, ya kwamba kila mtu amweke huru mtumwa wake na mjakazi wake, mtu yeyote asiwatumikishe tena, wakatii, wakaacha lakini baadaye wakaghairi, wakawarudisha watumwa wale na wajakazi wale ambao wamewaacha huru, nao wakawatia utumwani wawe watumwa na wajakazi wao. Basi neno la Bwana likamjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: nalifanya agano na baba zenu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, nikisema, mwisho wa kila mwaka wa saba, kila mtu na amweke huru ndugu yake aliyemwebrania aliyeuzwa kwako na kukutumikia miaka sita, utamwacha atoke kwako huru. Lakini baba zenu hawakunisikiliza wala hawakutega masikio yao, na ninyi mlikuwa mmegeuka mkafanya aliyo haki machoni pangu, kwa kumtangazia uhuru kila mtu ndugu yake, nanyi mlikuwa mmefanya agano mbele zangu katika nyumba ile iitwayo kwa jina langu lakini mlighairi na kulitukana jina langu. Kila mtu akamrudisha mtumwa wake na mjakazi wake, ambao mmewaweka huru kama walivyopenda wenyewe, mkawatia utumwani tena, wawe watumwa wenu na wajakazi wenu. Basi Bwana asema hivi, hamkunisikiliza kumtangazia uhuru kila mtu ndugu yake na kila mtu jirani yake. Tazama, mimi nawatangazieni uhuru, asema Bwana, yaani wa upanga na njaa na tauni, nami nitawatoa ninyi mtupwe huko na huko katika falme zote za dunia. Na watu hao waliolivunja gano langu wasioyatimiza maneno ya gano lile walilolifanya mbele zangu wakati ule, walipomkata ndama vipande viwili, wakapita katikati ya vipande vile, wakuu wa Yuda na wakuu wa Yerusalemu, matoashi na makuhani na watu wote wa nchi, waliopita katikati ya vipande vile vya huyo ndama mimi nitawatia katika mikono ya adui na katika mikono ya watu wale wanaowafuata roho zao, na mizoga yao itakuwa ni chakula cha ndege za mbinguni na cha wanyama wakali wa nchi. Na Sedekia mfalme wa Yuda na wakuu wake nitawatia katika mikono ya adui zao, na katika mikono ya watu wale wanaowatafuta roho zao, na katika mikono ya jeshi la mfalme wa Babeli waliokwenda zao na kuwaacheni. Tazama, nitawapa amri yangu, asema Bwana, na kuwarejeza kwenye mji huu, nao watapigana nao na kuutwaa na kuuteketeza kwa moto. Nami nitaifanya miji ya Yuda kuwa ukiwa, isikaliwe na mtu.